Hivi karibuni, kumekuwa na maendeleo makubwa katika juhudi za kumaliza mzozo kati ya Israeli na kundi la Hamas kufuatia mpango uliofadhiliwa na rais wa zamani wa Marekani, Donald Trump. Taarifa zinasema kwamba Israeli na Hamas wamefikia makubaliano ya kusitisha mapigano, ambayo pia yatahusisha awamu ya kwanza ya kubadilishana mateka wa Kiyahudi waliotekwa nyara na Hamas kwa wafungwa wa Kipalestina wanaoshikiliwa na Israeli. Mpango huu, ambao unajulikana kama mpango wa amani wa Trump wenye vipengele ishirini, unalenga sio tu kumaliza mapigano na kurudisha mateka nyumbani, bali pia kuweka msingi wa amani ya kudumu Mashariki ya Kati, ikiwemo upokonyaji silaha wa Hamas, uondoaji wa vikosi vya Israel, na ujenzi mpya wa Gaza chini ya usimamizi wa kimataifa. Hatua ya kutiwa saini kwa makubaliano haya na kuanza kwa awamu ya kwanza ya ubadilishanaji inatajwa kuwa hatua ya kihistoria na muhimu katika kumaliza mzozo wa muda mrefu wa Gaza. Kwa habari zaidi usikose kutufuatilia, hii ni Swahili Time Dunia ya Darubini.